Mmoja tu, tu lakini timu nzima management ambayo imeshirikiana kuhakikisha inafanikisha uzinduzi wa duka jipya siku hii ya leo Mixx by Yas, Mixx by Yas. Kipekee tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ameweza kutufanikisha na tumeweza kufikia hapa, lakini pili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na viongozi wengine wote kuhakikisha ulinzi na usalama unakuwepo kwa sisi wananchi wa Tanzania lakini kubwa tumpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi na makubwa anayoyafanya kwa nchi yetu, ikiwa ni pamoja na amani na mambo mengine. Tupigie makofi. Niko hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa kama nilivyosema, na nafahamu muda na wakati huu, niko hapa mimi, niseme tu kubwa, na mimi naendelea kuwapongeza kama mkuu wa mkoa ambavyo amewapongeza, lakini kubwa mnafanya kazi ya kumuunga mkono daktari Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba mnawatumikia wananchi. Mheshimiwa uh, raisi pamoja na viongozi wengine wote, kwa mkoa wa Dar es Salaam tunayo SGR ambayo hii inatoa huduma kwa wananchi. Hata mimi ni msafiri pia kwenda Dodoma na maeneo mengine, lakini mmeleta huduma ambayo sisi tunahitaji. Hata mimi niliyesimama hapa nahitaji huduma hiyo. Naomba mnipongeze mmechangamkia <laughs> fursa ya usafirishaji kwa wananchi wetu, na tunakwenda kidijitali zaidi. Lakini nilikuwa nasoma pale, ni wakati wa kuunganishwa na fursa za kidijitali. Jamani, mnastahili pongezi, jipigieni makofi. <laughs> Ushirikiano utakuwepo na kama kuna changamoto tuwasiliane, viongozi baadhi namba na yangu wanayo, kama kuna mkwamo mahali tutarahisisha maini Dar es Salaam inataka kukimbia kimbia, haitaki mtu aliyelala, sio e? Kwa hiyo tupambane. Hivyo uzinduzi wa leo si tu kufungua duka, bali ni kuendelea kuboresha huduma kwa wateja wetu na kuondoa pengo lililopo la upatikanaji wa huduma za kidijitali kwa Watanzania na kuhakikisha popote mteja anapoenda, Yas na Mixx by Yas ziko pamoja naye. Hafla ya leo pia inaambatana na hatua nyingine muhimu ya siku mia moja tangu tumebadili chapa zetu. Kama ilivyosema hapo awali, tulikuwa tunaitwa Tigo na Tigo Pesa, lakini kwa siku mia moja sasa majina yetu chapa zetu zimebadilika, sisi ni Yas na Mixx by Yas, ikiwa ni safari yenye msisimko mkubwa na sisi kama Yas na Mixx by Yas tumejivunia na, na mafanikio makubwa tuliyopata ndani ya siku mia moja tumeweza kufanya um, mkataba wa kimkakati na DSE. Tunatambua kwamba uwekezaji ni kitu ambacho ni watu wengi wanapata shida, lakini kwa kuleta hii kwenye Mixx by Yas App, ni kuwawezesha kwa, kwa urahisi zaidi. Tumeboresha huduma zetu na tumefikia zaidi ya minara elfu nne nchi nzima kuhakikisha huduma zinapatikana popote pale Tanzania.